Tumemsikia mwanasiasa mmoja mwenzetu, rafiki yangu amepigapiga akaingilia mpaka na maamuzi ya rais. Jamani, tulikuwa na awamu ya tano humu ndani, mi nilikuwa mbunge mwamba marehemu, hakuna mtu alinyanyua mdomo hum. hakuna mikutano na hata hiyo press ungepiga jioni ungekuwa nao jamaa. Sasa tusimwone mama mpora tukatumia hii nafasi kumwingilia mpaka na maamuzi yake. <coughs> Sisi wote tumeapa kulinda katiba, rais wetu amelinda kuapa katiba na kulinda usalama wa nchi yetu, haachiwe nafasi afanye kazi. Haya majaribu mnayofanya, samia tunaye na tunatamba naye mpaka thelathini. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanasiasa Swala la usalama tulisilifanya la majaribio, tuliguswa tu na panya road nyewe, watu wa Dar es Salaam humu ndani mlipiga kelele, hey! Sasa kimeanza kidogo kidogo, hiki tukikiacha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule Kenya, wakati wa utawala wa Uhuru, watu walikuwa wakipotea hivi, kabla ya kufanya uchunguzi vinasingiziwa vyombo vya, vya, vya, vya ulinzi na usalama, wakabagaza vyombo vyao vikazalirika matokeo yake vyombo vimefanya uchunguzi vikaenda kukumbana na shakahora, watu mia mbili wamefukiwa na mtu, lakini mmeshatukana vyombo vyenu, mnawakatisha watu tamaa aise. Kwa sababu leo tuko wote humu na mimi, hii ndo nafasi yangu kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wangu, niwaombe vyombo vya usalama, hata mii nikikosea nitie ndani ili wengine wasalimike. Lazima mfanye kazi yenu, tusiwaingilie hata wanasiasa naona kama labda joto limeanza, mi nilikuwa naangalia hata ile clip, nikawa namwangalia mdogo wangu Gwajima hapa, askofu, labda kuna joto jimboni, maana ile press mimi sikuielewa. Na niwaombe wanasiasa, tunaporudi kwenda kuchaguliwa, tukisimama majukwaani, tuahidi vitu tunavyoviweza. Mkiahidi vitu vikubwa ambavyo haviwezekani matokeo yake mwishoni, mnaanza kutafuta huruma ya wananchi. Mi nakaa mikoeni Mikocheni, tunasubiri kwenda Japani kwa Gwajima. Alituahidi kwenda Japani, tunamsubiri atupeleke Japani. Alisema anatupeleka Japani na Ujerumani tukabadilishane uzoefu, na mimi niliandika jina, ni mwananchi wako wa Mikocheni, tunakusubiri, utupeleke. Kwa hiyo tusilete presha za majimbo tukaanza kuingilia mamlaka Rais ana nafasi ya kumtengua yoyote na kumweka mtu yoyote. Tusitumie upole wa Mama Samia kuanza kuingilia mpaka state kwenda kupanga na kupangua. Hapana, wananchi wetu kule wanatushangaa. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, jana nimepokea zaidi ya simu mia mbili, wanasema kesho mambo ya ndani hatutaki kusikiliza chochote. Hata kituo cha polisi usiombe, hata gari usiombe, watie moyo polisi watie moyo vyombo vya ulinzi na usalama, tunataka kuishi kwa amani. Hivi niwaulize, tukianza kuwadogosha, tukianza askari wetu, tumefanya kazi kubwa, tumejenga bwawa la mwalimu Nyerere, tumejenga daraja la Busisi, tumejenga mwendo kasi. Kama hamna amani, basi yote yataharibika, yata tuna haja gani? Nchi yetu tunaitengeneza. Kuna watu wanakesha, hawalali hawalali kwa ajili yetu. Sisi tunapiga tai, tunabadilisha simu. Kuna watu wanashinda na mabunduki huko kufikiria sisi tunaamkaje, wakati sisi tunasinzia na wake zetu. Watu wengine wanakesha kuona huu ndani, watu walale, waamke kesho waende kazini. Niwaombe sana wabunge wenzangu wa bunge hili, tuwatie moyo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Najua inapitia vitu vingi, hata mimi mwenyewe mbunge Msukuma sipendi mtu apotee lakini siwezi kutoa hukumu nani amewapoteza. Vyombo vyetu kwa weledi mlio nao fanyeni kazi, halafu toeni taarifa. Haiwezekani kila kitu unashtakiwa una, una una, kinalalamikiwa kina, leo kesho unatoa majibu. Hawa watu wanaofanya wa matukio na wao wamejipanga. Sasa, kwa sababu vyombo vyetu tunaviamini, kama mlifanya vizuri Rufiji, mkafanya vizuri Msumbiji, hili dalo litapita tunawaomba ongezeni weredi, lakini sisi kama wabunge wa bunge hili tunaungana mkono sana na vyombo vyetu vya, vya, vya ulinzi na usalama. Rafiki yangu Kamili, usiambula IGP, wala usirudi nyuma. Pengine watu wanakupima kwa kaumbo kako, lakini sisi na mheshimiwa Rais tunaamini kwamba tuko mikono salama, vyombo vyote Kamanda wa migration, tena mimi nilishangaa mliwarudisha wa nini? Mngewaingiza ndani tuwapeleke na kulima, inawezekana kule Kenya hakuna mashamba. Lindeni mipaka yetu, watu waingie humu kwa vibali. Kama amekuja kufanya biashara, haripie kibali cha biashara. Huwezi kuja kutembea halafu kaanza kwenda kuning'inia mahakamani na kutoa press. Hili ni taifa huru, wasituingilie na taifa letu, hata sisi tunayo midomo. Na wao wanafanya kampeni wanafanya mikutano, na sisi tuna wabunge wa Kenya wengi tu, marafiki zetu, tunashirikiana kwa mawazo kwenye simu, lakini hatujawahi kwenda kupanda majukwani kudogecha serikali yao. Niwaombe sana, jeshi letu ni la weledi kwa kweli, niangalia hata ukiangalia wao wanasema wameendelea. Hivi unaendelea, watu kila siku rais anapewa majina, sasa hivi sijui mtu chapo, sijui mara Kasongo, kila siku mara anaponda viatu kwenye msafara. Tunataka tuwe na jeshi la dizaini hiyo? Hapana, jeshi letu, tunataka mwendelee na mwendo mdundo ule ule.